Usimpige mwanao kwa kosa la kukojoa kitandani, kwa sababu tatizo hili linatokea sio kwa mapenzi ya mwanao, bali ni sababu ama ni hali ambayo ipo nje ya uwezo wake. Zipo sababu nyingi zenye kusababisha mwanao kukojoa kitandani. Mtathmini ni sababu ipi inayosababisha yeye aweze kukojoa kitandani, kisha uweze kumsaidia aweze kuepukana na hali hiyo. Usimtishe wala kumpiga. Sababu ya kwanza yenye kusababisha mwanao kukojoa kitandani ni sihir. Mwanao akiwa amekumbwa na uchawi ama jini unapokuwa umemsibu hali hiyo, anakuwa na hali ya kuota matukio anayoyapata mchana ama vile vitendo anavyofanya mchana, kisha akafika mahali anaota anakojoa na akakojoa moja kwa moja, ikawa amekojoa kitandani. Hali hii inatokea sio kwa mapenzi yake. Zipo dalili zenye kuonesha kwamba mwanao amesibiwa na sihiri. Katika kipindi kijacho, tutaelezea dalili za sihiri zinazoashiria kwamba mwanao amesibiwa na sihiri, kisha uweze kumtibu hali hiyo, pamoja na tiba yake tutaelezea ili uweze kumtibu mwanao pasi na kumpiga wala kumtisha. Sababu ya pili yenye kusababisha mwanao akojoe kitandani ni upungufu wa homoni ya antidiuretic hormone. Mtu anapokuwa amelala usiku, mwili unazalisha kiwango kikubwa cha antidiuretic hormone, ambayo inasababisha uzalishaji mdogo wa mkojo na kusababisha mtu aweze kulala bila usumbufu wa kuamka usiku. Watoto wengi wanaokojewa kitandani hutokea homoni hii inazalishwa kwa kiwango kidogo na kusababisha mkojo uzalishwe kwa wingi, kitu ambacho atashindwa kukizuia na aweze kukojea kitandani. Elewa hili na uache kumpiga mwanao kwa sababu hii homoni haipo ndani ya uwezo wake izalishwe, bali ni maumbile na haezi kuzuia chochote katika hali hii. Katika kipindi kijacho vile vile, tutaelezea jinsi ya kuweza kumtibu mwanao hali hiyo na aweze kupona tatizo hilo biidhnillah. Sababu ya tatu inayosababisha mwanao kukojoa kitandani ni matatizo ya maambukizi, maambukizi katika mfumo wa mkojo. Maambukizi kama ya UTI yanasababisha kibofu cha mkojo kuweza kuwa na mkandamizo ama mvutano wa misuli na kupelekea mkojo kutaka kutoka mara kwa mara. Hali hii inapompata mwanao anakuwa ni mwenye kukojoa kitandani. Hii inakupasa umtibu tatizo hilo la maambukizi ya UTI na ataacha kukojoa kitandani. Haitafaa wewe kumpiga kama sehemu ya suluhisho. Sababu ya nne ambayo inasababisha mwanao akojoa kitandani ni sababu za kurithi. Sababu za kurithi, miongoni mwa sababu hizo ni kurithi kutoka kwa wazazi wake I, tafiti zinaonyesha ikiwa mzazi mmoja alikuwa akikojoa kitandani, basi mtoto atarithi asilimia arobaini ya tatizo hilo, na kama ni wazazi wawili, basi mtoto atarithi asilimia sabini ya kukojoa kitandani. Kwa hali hii pia iko nje ya uwezo wake, kwa hiyo wewe mzazi mjitathmini, na nyie mlikuwa mlikuwa mnakojoa mnakojoa au la. Kama hamna sababu ya mtoto, bali fatilieni hali hizo mjue ni kiasi gani ama ni hali gani mtasababisha ili aweze kuacha kukojewa kitandani. Hali nyingine, hali ya tano ni hali ya kiafya. Matatizo ya kiafya atakao msibu mwanao anaweza ya kapelekea mwanao kukojoa kitandani. Hali kama kushiba sana ama kuvimbiwa inaweza kasababisha mwanao kukojoa kitandani. Hali ya kutokupata choo vizuri, kukawa na mkandamizi wa choo ama choo kimejaa katika rectum yake, kinakandamiza kibofu cha mkojo na na na kupelekea mwanao kuwa na msukumo wa kutaka kukojoa kukojoa, hali ambayo akiwa usingizini atashindwa kuizuia na kuweza kukojoa. Kwa hapa itabidi umtibu tatizo la kuko mawazo huu unatokana na vitu vingi ikiwa ikiwa mtoto ameanza shule mpya ama amehamia nyumba mpya yaani, hii inapelekea pia mwanao kuweza kukojoa kitandani. Mfano, mkawa umehamia nyumba nyingine, kutokana na ile hali ya kuhamia nyumba makazi mapya, mwanao anaweza kaingia katika msongo wa mawazo na kuweza kukojoa kitandani, au mtoto kuanza shule inaweza kusababisha hali hiyo, mtoto kukojoa kitandani. Hali kama hizi ni kumsababisha mtoto aweze kuyaelewa mazingira na aweze kuishi katika hayo mazingira. Lakini sababu nyingine katika hali za msongo wa mawazo ni hali za wazazi kugombana ama wazazi kupigana. Hali hizi za matatizo ya kindoa ama matatizo ya mahusiano ya baba na mama pia zinasababisha msongo wa mawazo kwa mtoto na kupelekea mtoto kukojoa kitandani. Hali kama hizi pia zipo nje ya uwezo wa mwanao na inapasa umsaidie ili aweze kuacha. Kama mnagombana, basi mgombane sehemu ya siri, ambao mtoto hahusiki kuona tukio lolote lile. Hali nyingine ya, ya matatizo ya msongo wa mawazo ni hali kama ya kupigwa mtoto. Mtoto anapopigwa sana na kufokewa sana na kutishwa sana, hali hii inampa uoga na kutokujiamini na kukojoa kitandani. Katika hali hizi tumezitaja, je, mwanao anapata hali gani, ama anapitia changamoto gani, inayopelekea akojoe kitandani? Tujulishe kwa komenti sehemu ya chini hapo, kisha nasi tutakufikia kwa haraka ili tuweze kukupa msaada, tatizo hilo uweze kulitatua. Katika kipindi kijacho, tutaelezea jinsi ya kuweza kumtibu mwanao hali hizi na hali zingine na kuacha kukojewa kitandani. Unapompiga mwanao unampunguzia uwezo wake wa uelewa shuleni na hali yake na Basiliot, no, akom, ya kujiamini na kuweza kufikia mahali anaweza akamudu mambo yake. Subira tiba asilia tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Ndovu na Jangwani. Wasiliana nasi kwa namba 0758200163. Hapa ni Manhaj Online TV.